Pengine unaweza kuwa unapitia katika tatizo kama hili. Wewe kama mzazi, una aidha ndugu yako ama sisako ama relative wako ama your partner ama your friend, na anapitia katika kipindi ambacho ni kama hiki cha, cha kukorogeka ama kuwa na msongo wa mawazo, ambapo mtu anapoteza njia. Unaweza kuwa unazungumza na kijana wako kila wakati, na huyu kijana wako anakuwa hakuelewi, haelewi kile unachozungumza. Mwisho wa mambo yote mnakosana, hata mnafikia hatua ya kwamba um, ameshindwa kukuelewa kwa, na mwisho wa kila jambo inakuwa kwamba amekosa kukuelewa kwa kwa, na mnaingia katika mvurugano, katika jamii, katika familia, mwongeleshani wewe na mtoto wako, wewe na rafiki yako, na ulikuwa unamtakia mema kama ni kijana wako na unaona kwamba hakusikii kabisa yale unayomwambia, amefanya crime nyingi, amefanya vita nyingi. Wewe unacho nataka ni kushauri jambo moja. Uenda kijana wako anjawahi fungwa njela hata siku moja, kwa hivyo hajui maisha ya njela yanakaaje. Unachotakiwa kufanya, mlete kijana huyu karibu na wewe polepole pole angalau uko siku moja, si lazima muwe na urafiki wa kila siku lakini nafuta hapoelewe. Kwa hiyo siku na umwambie kuna mahali muhimu sana natakiwa kukupeleka, kisha mchukue na angalau ufanye kitu inaitwa, ununue kama ni vitu, mwambie leo nataka tutembelee watu tukawapee e, chakula ama ama basic needs. ambapo mtatembelea kama jela ambapo mtatembelea kama jela na mtakapotembelea jela Mwendo mwambie tu mwanangu nataka nikuonyeshe kitu cha muhimu sana kuwa nao siku moja. Hapo zungumza na wahusika wakuu wa kuruhusu hiyo siku uwe nao wende, unaenda wapee zawadi ya wale wafungwa, kisha amwambie mwana mtoto wako aone yale mazingira ya pale njela vile yalivyo, ya aone vile watu wanavyo wanavyotoka wakiwa wakiwa wamefungwa mikono mtu na mtu mwingine, hawako huru, chakula wanayokula hali wanayopitia na jambo hilo. Utakapomfanyia jambo, utakapomfanyia jambo kama hilo angalau kwa siku moja, nina uhakika mtoto wako atarudi nyumbani na kukwambia nina, sasa naenda kuacha uhalifu ambao nilikuwa nikiufanya. Watoto wengi tunafunga jela kwa mara ya kwanza, wanapaniki katika maisha, wanaona hawana muhimu tena, kwa sababu hawajawahi kufungwa jela amekuwa akifanya crime zake, anasemewa mitaani. Lakini siku inakuwa siku mbaya kwake, siku ambapo anafungwa jela, ndio siku ya kwanza kuonja maisha ya jela, inakuwa ngumu sana hebu